Asante. Naitwa mrakibu mwandamizi wa Malisimba, staff officer jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora. Tulipata taarifa ya moto kwenye mtaa kwenye kata ya Mwinyi, na tulipofika hapa tukakuta nyumba ya bwana Masawe imeshika moto, na tukafanikiwa kufika mapema na kupambana na huo moto, tumezima na vilivyoungua ni vyumba vitatu vya nyuma, na nyumba hii ilikuwa inaishi familia ya watu kumi na nne. Vyumba vingine vimesalimika, vile vyumba vitatu vi, vi, vi, vi, vilivyoanzia moto kule vimeungua, na chanzo cha moto uchunguzi bado unaendelea, kwa sababu wakati unatokea moto au wahusika wote walikuwa kwenye, kwenye maeneo yao ya shughuli na walimwacha msichana tu wa kazi. Sasa msichana wa kazi, kwa bahati mbaya, kwa sasa hivi hayuko sawa katika hali ya kuzungumza. Tutamwita baadaye ili tuone kwamba atazungumza nini kabla ya moto kutokea na kulikuwa na kitu gani lakini kwa sasa hivi tumewashauri vile vyumba vilivyoanzia moto kule, kwa sababu viko chini ya uchunguzi, wasiendelee kuvitumia mpaka tukapomaliza uchunguzi wetu. Lakini vivyo tunawashukuru wananchi, wamewahi kutoa taarifa ya mapema, lakini hata wenyewe tulivyofika hapa walitupokea na kutoa ushirikiano mkubwa sana. Tunaomba wananchi waendelee kutoa ushirikiano huu, unapotokea tukio la moto, basi watoe taarifa mapema, ili tuwahi kufika na tuende kuendelea kufanya maokozi. Ha, hii nyumba ilikuwa ni ya makazi ya watu. Sasa vitu vilivyoteketea ni samani za ndani. Viti, vitanda, magodoro. Lakini kile chumba kilikuwa na pia na nafaka. Tumeona nafaka pale mchele, mpunga kidogo na mahindi. Kwa hiyo vitu vilivyoteketea ni ni hivyo kwamba mchele, mpunga, mahindi na vitu vya ndani. Lakini pia tulivyokoa ni nyumba ya mbele kubwa na samani zake zote zijateketea pamoja na vyumba viwili kule vya uani ambavyo havijashika moto kabisa. Uh, kwa kawaida vile vitu vinatakiwa viwe mpaka kwenye majumba ya watu. Kwa sasa hivi tunachoendelea ni kutoa elimu na kuwashauri wananchi, hata kama hata kwenye majumba yao waweke vifaa vya kuzimia moto, ili ikitokea tukio waweze kuzima. Lakini na sisi wenyewe tuko katika mpango mkakati wa kutoa elimu, kuhakikisha kwamba vile vifaa vinakuwepo hata kwenye majumba ya watu, lakini nao pia waweze kutumia. Naitwa Grace Emanueli, niko Tabora, mtaa wa Mwinyi. Tumepita hapo tunaona moto unawaka, tumesogea kwa moto, ndio ulikuwa unaanza chumba cha kwanza, tukapiga simu fire, lakini fire imefika kwa wakati, ingawa ilikuwa changamoto ya mazingira na maji na nini, lakini tunashukuru imefanikiwa kuzima moto na vitu vingine vimeokolewa. Tunashukuru jeshi la uokoaji. Nilikuwa nyumbani, kaona moshi moshi mzito juu, katoka nje ya nyumba, naona wenzangu wanakimbia, kumkuta huyo mwenye nyumba anaruka ruka nje, asogea kuangalia, kumbe nyumba ndio imeungua, nyumba vya uani hivyo vitatu vyote vimeteketea. Wao tumeogopa sababu tulijua anaweza kashika nyumba nzima, lakini tunashukuru Tanesco walikuwa maeneo karibu, wakaja wakata umeme, na fire nao wakafika muda mchache, moto ukafanikiwa kuzima, lakini yani imekuwa taharuki mtaani kwetu, sijai kuna tukio kubwa kama hili. Mi, mimi naitwa Sauda, nakaa hapo jirani. Sauda Mahinda. Wakati nipo nyumbani tulishangaa moshi juu unatoka, watu wakawa wanapita wanasema moto moto, ndo tukaja tukakuta moto wakawa, lakini washawapigia zimamoto. Wamekaa tu kidogo, na wenyewe akaa wamefika, ndio wakaanza kushughulikia swala la moto. Tuliogopa sana kwa sababu moto ulikuwa ni mwingi sana, ulikuwa ni mwingi sana moto, mona tu moshi tukaja huku, tukaja kuangalia, tukakuta moto unawaka. Bahati nzuri tukakuta na fire ameanza kazi. Niliona nikiwa nyumbani, sababu ni jirani kutoka hapa e, tukio lilipotokea. Tukio kweli litaogopesha, sababu ni jirani yetu, na yani hatujazoea vitu kama hivyo mtaani, ndio maana yani hofu ile lazima, lakini tunashukuru Mungu, vitu vimeokolewa na mambo yameenda sawa.